Na kama unavyoona hapo mfumo utafunguka na utakulogin moja kwa moja hapo. Kwa sababu nishalogin kule kwenye taxpayer portal. Sihitaji kulogin tena hapa. Kwa hiyo sasa mfumo ukifunguka una muonekano kama huu. Mzuri sana. Una rangi hizi nzuri za TRA kama unavyoona na batani tofauti tofauti. Sasa unaenda wapi? Hapa juu pameandikwa public notice. Nadhani ni sehemu ya matangazo. Na hapa kama unavyoona kuna matangazo. Lakini hapa chini kuna hizi Motor vehicle registration, yani hizi user manual, eh, itatokea hivi, vimenyu vi vitatu. POT ambao ndio tupo hapa kwenye POT Alafu kuna hii imeandikwa CMVRS Central Motor Vehicle Registration. Aha, kwa maana kirefu cha cha hii yaani huu ndio mfumo wa usajili wa vyombo vya moto. Yaani ni Central Motor Vehicle Registration au CMVRS. Lakini chini hapa imeandikwa CDLS au Computerized Driving License. Kwa hiyo huu sasa ndio mfumo wa usajili wa wa nini, wa leseni ya dereva. Kwa kama unavyoona hapo, kuna hii hizi service mbili ambazo zipo kwamba ni magari au vyombo vya moto pamoja na leseni za udereva. Kwa hiyo inategemea sasa wewe unataka kufanya nini. Kwa kesi ya kwanza sisi tutataka kuangalia huu mfumo wa leseni za udereva umekaje. Kwa hiyo utagusa hii option iliyoandikwa CDLS. Ukifungua hapa inafunguka hii hii hii hii service na na kama unavyoona hapa inakuonyesha taarifa zako za leseni ambayo unayo. Nayo kama mimi hapa leseni yangu ya mwisho ni nini yaani, ni niomba leseni ile na inakuonyesha kwamba leseni imetoka, status yake ikoje, kama tayari shatolewa na unayo na tayari ishatolewa au, au ikoje, na tarehe kama unavyoona. Kwa hiyo inakupa information ya taarifa zako za nyuma ambazo ulifanya kuhusiana na nini na leseni, kwa kama uli, uli, renew leseni yako utaona, kwa kama leseni yako uliongeza madaraja au uliomba madaraja utaona na na taarifa kama hizo lakini hapa juu kuna menu nyingine imeandikwa driving school. Hii tutakwenda kuiona baadaye kwamba ni kitu gani. Kwa hapa tupo kwenye driving license ambayo ndo unaona my application ambayo ushe kuzifanya kuhusiana na leseni. Lakini ukija hapa kushoto kwenye hii side menu hii, kuna sehemu imeandikwa my application ambayo nadhani ndio hii menu ambayo tupo hapa, lakini pia kuna sehemu imeandikwa application hapa. Application ukigusa hapa sasa, ndio utakwenda kuona

Sawa. Lakini pia nataka labda leseni yangu imepotea au ilikosewa, nataka kufanyaje? Ku duplicate ku duplicate ni kwamba nataka ku kama leseni ilipotea, let's say, labda uliibiwa leseni, kwa hiyo nataka kuirudisha leseni yako, unakuja kwenye duplicate. Kwa hiyo sina machaguo mengine kwa kuwa leseni yangu haipo kwenye hizo category. Machaguo mengine ni yapi? Machaguo mengine ni kama leseni yako bado ime expire, nataka ku renew. Hakuna hiyo option ya renew hapa, kwa hiyo kwa kesi yako unaweza kukuta hapa kuna kuna button ya renew hapa hiyo inakuja endapo tu leseni yako ina karibia ku expire au ime, ime expire. Sawa. Lakini pia kuna kitu kingine kinaitwa conversion. Conversion ni nadhani, conversion ni kwa ajili ya watu wa wa watu wale wa raia ambao sio wa Tanzania. Kwa hiyo kwa raia wetu wa Tanzania hautokutana na hiyo option ya ya conversion, lakini pia kuna hiyo button ya, kuna ile sehemu ya kuomba leseni mpya sasa

Utaona menu kutokana na, na status ya leseni yako. Kama una leseni tayari na iko active, basi utaona provision na duplicate, yani manake unaweza kuongeza daraja kwenye ile leseni yako, au unaweza kuomba duplicate kama leseni yako imefanya je, imepotea. Lakini kama kesi yako ni renew, leseni yako imeexpire, basi mfumo utakutambua na utakuonyesha ile njia nyingine ya kuomba renew. Kwa hiyo sasa in case yani, labda sasa, sasa unataka kuomba provision unakuja kugusa hapa na unaona utaendelea na process hiyo. Au unataka kuomba duplicate unakuja kugusa hapa na utaendelea na process hiyo. Hapa sasa hii video ni kuonyesha highlight ya mfumo unafanyaje kazi, sio kuomba application. Kwa hiyo kama unataka kuomba application niambie kwenye comment hapo, tutaandaa video kwa ajili ya kukuonyesha ni mfumo gani au ni njia zipi njia kufanya ili kuomba kuomba hicho kitu ambacho unakihitaji. Kwa hiyo hapa chini pia kuna driving license. Hii driving license, license nadhani inakupa taarifa zako za hiyo leseni yako ambayo unayo. Kama unavyoona hapa, taarifa zako ni hizo za leseni na, na inakwambia kwamba hii leseni imefika ina, ina ita expire ndani ya muda gani, ya muda ambao umebaki kutumia leseni yako, na hapa chini unaona madaraja ya ya hiyo leseni yako. Ni mfumo mzuri sana ambao unakupa hizi information, only online. Haitaji hata kwenda TRA, kwenda kuzifuata. Ni online, whatever you are nazipata lakini jambo zuri zaidi ni hapa kwenye driving, driving school driving school sasa wa, yani wa, wa shule za devaatyu akwao ao wanatakiwa kujisajili kwenye mfumo wa wa, wa, wa, wa, wa, wa mamlaka sana kwetu lakini sisi ndio kwenda kuangalia hapa kwenye kwenye leseni leseni za udereva. Kwa hiyo huu ndio hii huu ndio mfumo sasa wa wa wa leseni za udereva huko, simple sana, ni ni unaangalia status yako ikoje na inakupa hayo machaguo kutokana na status yako ya nini ya leseni. Kwa kama leseni yako wewe ni ni inahitaji renew, utakutana na button ya renew hapa. Kama leseni yako unataka unahitaji ulishaomba provision, unatakiwa kuomba leseni sasa, utakutana na button ya ya new iko iko hapa kama zinavyoonekana. Nikiwa nafungua hapa kwenye, kwenye application. Yeah. Kwa hiyo by saying so far nadhani umeelewa au una, una picha sasa ya huu mfumo unafananaje kwenye upande wa nini wa leseni. Kama kuna kitu hujakielewa niambia hapo kwenye comment mimi nitakujibu. Kwa magari au vyombo vya moto utakuja hapa kwenye pale kuandikwa CMVRs. Na kama unavyoona hapa mfumo wa vyombo vya moto au magari kwa lugha rahisi au magari ume, umefunguka hapa. Kwa hiyo mfumo una menyu kuu tatu ambazo ni unregistered kama unavyoona hapa, kuna hii registered kama unavyoona hapa na kuna hii motor vehicle dealer kama unavyoona hapa. Tutazipitia zote kwa maelezo marefu kidogo, tena wasiwasi. Kwa hiyo sasa huu ndio mfumo wa vyombo vya moto. Sasa inategemea wewe umeingia kwenye mfumo unataka kufanya nini. Menu ya kwanza imeandikwa unregistered. Hii menu ya kwanza unregistered maana yake ni nini? Magari yote ambayo hayana namba za usajili yanapatikana kwenye unregistered yani, vyombo vile vya moto vyote ambao havina namba za usajili. Namba za usajili nikisema mfano kama T ngapi ngapi, au kama ni pikipiki ni MC au bajaji ni MC. Kwa hiyo utaipata kwenye unregistered hapa. Manake nini? Ukigusa unregistered, kuna hizi sub menu ziko kushoto hapa, kama kuna my application. My application kama inavyoonekana ndio hii hapa. Manake ni kwamba kama kuna application ulifanya itaonekana ita hapa wana, wana filter kwa kutumia hizi either ni date au chassis number au application number au registration number whatever. Kwa hiyo utatakiwa ku, ku, ku specify hiyo hiyo filter yako, in case default ni tarehe nadhani. Kwa hiyo unaweza kurudisha nyuma tarehe hapa ukasearch. Kwa kama kuna application ulifanya utaiona hapa. Lakini hapa chini kuna pick a moto vehicle registration. Aha, sasa hii ni window ambayo kwa mtu ambaye anahitaji kusajili chombo cha moto kipate namba za usajili atakuja kwenye motor vehicle registration. Aa, na kama unavyoona hapa kwamba kuna registration type kwamba kuna import, kuna auction, kuna local made. Hizi tutazieleza kwa kina huko baadaye kwamba ni mtu gani. Lakini kwa haraka haraka, inategemeana na scenario yako chombo cha moto unakipataje. Kama kimeingizwa kutoka nje utakuja kwenye import, kama ni ni kimenunuliwa kwenye mnada utakuja kwenye auction, au kama chombo cha moto kimetengenezwa hapa Tanzania utakuja kwenye Komedi. Kwa ni mfumo rafiki ambao ambao unakusaidia wewe sasa kuweza kusajili chombo cha moto mwenyewe kwenye akaunti yako. Hahitaji utumie mtu yeyote au ulipe gharama yote ya kusajili. Ee, kumlipa mtu akufanyie akufanyie nini? Akufanyie wewe usajili. Hapa kuna hizi taarifa nadhani hizi zinatokana na, na, na, na hicho chombo cha moto kama kipo. Kwa hiyo utakuja hapa kusajili. Ah, lakini hapa ni motoveko li registration. Li registration nadhani ni maana yake ni, ni kwamba una chombo cha moto ambacho kilifutwa usajili, kwa sasa nataka kuki, kukisajili tena, ndio kitapatikana hapa. Maana ya li registration, yani registration, unarudia kusajili kile chombo cha moto. Kwa hiyo hii menu ya register ina vitu hivyo vitatu, kuna my application. Application ambazo umeziomba motor vehicle registration, ukitaka kusajili chombo kipya pamoja na, na motor vehicle registration hapa lakini kwenye registered motor vehicle sasa hapa kuna vitu vingi kidogo. Vya moto vile ambavyo vimesajiliwa kwenye tini ya kwako. Sawa. Kwa hiyo, utaandika tu mwaka. Chombo cha moto ambacho unataka kusajili labda ni 2024. Sawa, zeni uta, utagusa zeni ya. Labda utaandika mwaka hapa ni 2025 wa wa hicho wa kusachi. Kwa hiyo zeni utagusa hii search. Kwa kama vipo vyombo vya moto ambavyo vimesajiliwa ndani ya 2025 kwenye timu yako utakwenda kuviona hapo vyote. Lakini hapa chini pameandikwa change of motor vehicle condition. Hii ni expanded menu, yaani ukigusa hapa kuna menu zimefichwa ndani yake, ziko nyingi hapa. Kwa hiyo ya kwanza imeandikwa change of vehicle particular. Hii change of vehicle particular ni nini? Change of vehicle particular ni kama unataka kubadilisha taarifa za gari. Taarifa za gari ni nyingi sana. Mfano ni vitu gani? Mfano hapa ni, ni, ni, ni, ni, body type. Hapa nataka kubadilisha body type ya gari yangu, au nataka kubadilisha matumizi ya gari. Kama unafahamu gari ni matumizi mbalimbali ambayo ni ya biashara, mingine ni private, kwa unaweza kubadilisha kutoka private kwenda biashara, au biashara to private, unakuja hapo zeni kuna kubadilisha, laba umebadilisha injini, kwa hiyo inaweza kama mebadilika kwenye, kwenye, kutoka diesel sasa hivi ni petroli, utasema hapo. Lakini kubwa pia kuna kubadilisha rangi, watu wanabadilisha sana rangi magari yao. Kwa hiyo chote tutakachofanya kwenye gari kubadilisha, tutakuja kuupdate Taarifa. Mind you, kwamba nakuonyesha highlight ya mfumo na jinsi unavyofanya kazi. Lakini the single application inaambia unataka kufanya application gani, hiyo tutaifanya kwenye video ijayo. Siwezi kufanya hivyo kwa sababu video itakuwa ni ndefu sana. Kwa hiyo nakuonyesha tu highlight ya mfumo. Then specific application wewe utaniambia kwenye comment hapo ili tufanye hiyo hiyo application.